Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii hey, ni Sauti Yetu TV. Wakati serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ikiendelea kuboresha miundombinu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum na kuhakikisha miundombinu inakuwa wezeshi kwa watu wa makundi yote, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umeunga mkono jitihada za serikali kwenye uwezeshaji wa watu wenye ulemavu kwa kugawa vifaa saidizi. Akitoa pongezi kwa WCF, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameupongeza mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka kumi tangu kuanzishwa kwake. Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu hafla iliyofanyika Juni 25 katika chuo cha ufundi na maboresho ya watu wenye ulemavu cha Sabasaba mkoani Singida, Mheshimiwa Kikwete amesema WCF imekuwa mfano wa taasisi zinazotekeleza kwa vitendo dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kumlinda mfanyakazi na kukuza usawa wa makundi ya jamii yote. Lakini sio hilo tu, kubwa zaidi ambalo limefanywa na WCF ambalo kwa kweli mimi kama waziri inanipa sana faraja ni ile ambayo kwa lugha ya Kiswahili kizuri cha Kibagamoyo unasema kwamba tunarudisha kwa jamii ambayo tunarudisha kwa jamii hiyo, ndio hii ambayo leo hii mnaiona hapa, ambayo tunakwenda kutoa viti mwendo, tunatoa fimbo nyeupe na huduma nyingine ambazo zinaendelea kutolewa na WCF katika eneo letu hili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika miaka hii minne iliyopita zaidi ya shilingi bilioni moja toka WCF zimetumika kwa ajili ya kupeleka CSR hii kwa maeneo mbalimbali nchini mwetu. Haya mambo yamefanyika sio tu mnaona hapa Singida ukafikiri kwamba mambo haya yanakuja hapa Singida tu peke yake. Hapana. Mambo haya ukienda Mbeya yamefanyika. Ukienda Arusha yamefanyika. Ukienda Mwanza yamefanyika. Ukienda Dodoma yamefanyika. Ukienda Dar es Salaam yamefanyika. Ukienda kule Pwani kwetu yamefanyika. Ukienda ukienda Iringa yamefanyika. Na maeneo mbalimbali ya nchi yetu yamefanyika. Na hata wakati mwingine tumevuka maji na kwenda kusaidia hata wenzetu wa Zanzibar. Haya ni mapendo makubwa sana na haya yote mnayoyaona, ndugu zangu, ni tunaendelea kufanya na sio kwamba ni mwisho. WCF, katika kusherehekea miaka kumi, tumekwisha kubaliana, tutafanya kazi hizi maeneo mbalimbali, tutasaidia wenye uhitaji mbalimbali, lakini kubwa zaidi, tutaendelea kuhakikisha kwamba kazi nzuri iliyoanzishwa na Dr. Samia Suluhu Hassani haiwezi kusimamia hapa Singida tu, itakwenda mpaka hata kwa wale ambao nyinyi wenyewe mtashangaa kwamba kwa nini WCF wameenda kuwasaidia hawa, lakini yote haya ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania hawaachwi nyuma katika kupewa na misaada hii. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Harima Dendego ameishukuru serikali ya awamu ya sita kuwezesha watu wenye ulemavu kupata vifaa na huduma zitakazowezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii bila kujali hali zao. Naye mkurugenzi mkuu wa Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi WCF Dr. John Mduma amesema miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuanzishwa kwa faula la utengamao lenye vipengele vitatu ambavyo ni utengamao wa kiafya, medical rehabilitation utengamao wa ujuzi vocational rehabilitation na utengamao wa kijamii social rehabilitation. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Fatuma Malenga amemshukuru Rais Samia kwa kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa vyuo vipya pamoja na kuwezesha watu wenye ulemavu kupitia mikopo ya asilimia kumi kwa ajili ya mitaji. Sauti Yetu TV inatoa wito kwa mashirika ya serikali na, ma na makampuni binafsi kuendelea kuunga mkono jitihada za Serikali ya Awamu ya Sita katika kuwezesha vifaa saidizi na miundombinu wezeshi kwa watu wenye mahitaji maalum ikiwemo wanafunzi na kuhakikisha watu wote wenye mahitaji maalum hususan wenye ulemavu wanapata haki ya ustahiki ya kushiriki uchaguzi mkuu. Musa Ramadhani, Sauti Yetu TV.